Ujumbe wa leo una kichwa kinachosema ni utukufu wa Mungu kuficha jambo. Ni utukufu wa Mungu kuficha jambo, ni utukufu wa Mungu kuficha jambo. Hicho ndo kichwa cha ujumbe wa siku ya leo, lakini awali ya yote ni vizuri tujue, au leo hii tujifunze tabia za Mungu. Tukizijua tabia za Mungu, tunaweza tukaishi vizuri na Mungu hata ukitaka kuishi na mtu vizuri, lazima umjue huyo mtu. Sipo mjue huyo mtu, huwezi kuishi naye vizuri. Na Mungu ndivyo, ili tuweze kuishi naye vizuri lazima tumjue vizuri. Kitabu kile cha Ayubu sura ya ishirini na mbili na mstari wa ishirini na moja, neno la Mungu lasema, mjue sana Mungu ili uwe na amani, ndivyo mema yatakavyokujia. Anaposema mjue sana Mungu ili uwe na amani, Maana yake tunapomjua Mungu tunapata amani. Hata kama hata ukimjua mtu ambaye unafahamiana naye vizuri unapata amani. Au rafiki yako au adui yako ukimjua unapata amani. Kwa hivyo Mungu ndio tukimjua vizuri katika uzuri wake, tabia zake, jinsi anavyotembea na watu wake, basi tutakuwa na amani na ndivyo mema yatakavyotujia. Asilimia kubwa watu ambao wamjui Mungu wanaishia kulalamika, wanaishia kunungunika, wanaishia kukata tamaa. Lakini watu wanaomjua wa Mungu kweli kweli huwa hawakati tamaa, huwa hawalalamiki wala hawaishi nguvu. Kwa hivyo leo tutaenda kujifunza tabia moja wapo ya Mungu ambayo imetajwa katika Biblia. Sasa hii tabia tunaisoma katika kitabu cha Mithali sura ile na ule mstari wa pili kitabu cha Mithali sura 25. Na ule mstari wa pili neno la Mungu linatuambia ni utukufu wa Mungu kuficha jambo, ni utukufu wa Mungu kuficha jambo, bali ni utukufu wa mfalme kuchunguza jambo. Anasema ni utukufu wa Mungu kuficha jambo, lakini ni utukufu wa mfalme kuchunguza jambo. Sasa nataka tuangalie sehemu ya kwanza anayosema kwamba ni utukufu wa Mungu kuficha jambo. Hapa anasema ni utukufu wa Mungu maana Mungu anatukuzwa katika jambo lililofichika. Unaweza ukasema kwa nini Mungu aonekane? Kwa nini uso wake aonekane? Ni utukufu wake kuwa hivyo. Ndio maana leo hii hakuna picha ya Mungu mahali popote. Ndio maana leo hii huwezi kusema kwamba utamsikia Mungu kama tunavyowasikia wanadamu wenzetu. Kwa nini anaonekana kama amekaa katika namna ya kujificha? ni utukufu utukufu wake yeye kuwa hivyo, lakini kiuhalisia sio kwamba kajificha, lakini kuficha jambo ni ni utukufu wake. Dunia yote hii imeumbwa katika siri, katika siri. Mavumbuzi yote ambayo tunayo leo hii yalikuwepo tangu zamani, lakini yalikuwa hayajavumbuliwa kwa sababu watu ishi dunia nyingine tofauti na ile ambayo iliishi Adam na Hawa. Dunia ni moja tu. Sio kwamba malighafi za kutengeneza gari hazikuwepo kipindi cha Adam, zilikuwepo, lakini siri ya kutengeneza gari ilikuwa imefichika. Ulifika wakati ile siri ikavumbuliwa so kwamba malighafi za kutengeneza ndege hazikuwepo kipindi cha Nebukadreza au kipindi cha Adam, malighafi yalikuwepo, kila kitu kilikuwepo, kwa sababu dunia ni ile ile, lakini jinsi ya kuitengeneza ile ilikuwa bado ni siri. Kwa Mungu, kaifunga hii dunia katika siri, na pia ametaka ifumbuliwe katika mavumbuzi. Bwana Yesu nasifiwe sana. Sasa tabia ya Mungu ya kuficha jambo inasema Biblia inasema kwamba ni utukufu wake yeye. Hatuwezi kwenda kumuuliza Mungu, kwa nini unaficha kile? kwa nini atuoni? Kwa nini atuoni malaika? Kwa nini hatujui kesho itakuwaje? Kwa nini atujui mambo yanayoendelea kwa siri? Kwa nini atujui vitu ambavyo vinafanyika? Kwa nini atuoni uvumbuzi wa kitu hiki na kile, na kile? Yote hayo ni yamefanyika kwa kusudi la Mungu, kwa Mungu anatukuzwa katika jambo lilofichika. Lakini sasa je, kama ni utukufu wake kuficha jambo, anataka jambo hilo lifichike milele tusilijue? Jibu ni la Mungu ameficha jambo ili tutafute. Kwa pale tunapotafuta na kupata na kuona, basi Mungu anatukuzwa. Kwa hiyo lengo la Mungu ni kuficha jambo ili sisi tutafute, kwa hiyo tukijua hii kanuni tutaweza kwenda na Mungu kwamba chochote ambacho tunakitaka kutoka kwa Mungu, fadhili tunazotaka kutoka kwa, zote zinatafutwa. Kitabu cha Luka sura ya 11 na ule mstari wa tisa: nami nawaambia, ombeni nanyi mtapewa, tafuteni nanyi mtaona, bisheni nanyi mtafunguliwa kwa kuwa kila ambaye hupokea naye atafutai huona naye abishae atafunguliwa. Mstari wa 11: maana ni yupi kwenu aliye baba ambaye mwanawe akimwomba mkate atampa jiwe, au samaki badala samaki atampa nyoka, au akimwomba yai atampa nge? Basi ikiwa ninyi mlio waovu mnajua kuwapa watoto wenu vipawa vyema, je, Baba aliye mbinguni hata zidi sana kuwapa Roho Mtakatifu hao wamwombao? Umeona, Biblia inatufundisha kwamba Mungu anataka tuombe, anasema: ombeni nanyi mtapewa, tafuteni nanyi mtaona, bisheni nanyi mtafunguliwa, kwa kuwa kila anayeomba anapokea, kila anayetafuta anaona, kila anayebisha anafungua. Maanake akatumia mifano ya asili kwamba kila mtu anayetafuta ataona. Mtu alipotelewa na fedha, alipotelewa na kitu fulani, akichukua muda kukitafuta kile kitu anakiona. Ukienda katika mlango wa mtu kabisha, mlango utafunguliwa. Ukienda kumwomba mtu kitu kwa kwa, kwa kutafuta kwa bidii kuomba kwa bidii utapewa, ndio Biblia inavyotufundisha. Kwa kuwa anasema kama sisi tunafanya hivyo basi hata Mungu wa mbinguni anatoa. Tunapenda kumwomba kwa kila kitu ambacho tunakiona. Kila kitu ambacho kipo katika dunia hii kimefungwa, kinahitaji kufunguliwa. Na kinafunguliwa kwa namna gani? Kinafunguliwa kwa kuomba kwa Mungu. Kavifunga vitu vyote kwa utukufu wake. Tukilijua hili basi tutajua hata pia vitu vya rohoni na vyenyewe vimefungwa. Kumtafuta, kumjua Mungu ni lazima tumtafute kwa sababu ni utukufu wake yeye kuficha njia zake, lakini tunapomtafuta kwa bidii tutamuona. Kitabu kile cha Isaya sura ya 55 na ule mstari wa sita. Naomba nisome pale Isaya sura ya 55 na ule mstari wa sita. Mtafuteni Bwana maadamu anapatikana. Anasema mtafuteni, sio kwamba mkae tu aje yeye. Tumtafute Bwana maadamu anapatikana, mwiteni maadamu yu karibu mtu mbaya na aache njia yake na mtu asiye haki aache mawazo yake. Umeona? Anasema mtafuteni Bwana maadamu anapatikana. Kukumbe Mungu anatafutwa na vile vile anapatikana. Kitabu cha Yeremia tena sura ya 29 na ule mstari wa 12. Naomba nisome pale. Yeremia sura ya 29 na ule mstari wa 12. Anasema, Nanyi mtaniita, mtakwenda na kuniomba nami nitawasikiliza. Mstari wa 13. Nanyi mtanitafuta na kuniona. Inaanza kwanza kunitafuta na kuniona. Mtakaponitafuta kwa moyo wenu wote nami nitaonekana kwenu, asema Bwana, nami nitawarudisha watu we, wenu waliofungwa, nami nitawakusanya ninyi nikatoa katika mataifa yote. Tushie hapo. Anasema mtakapo nitafuta kwa moyo wenu wote nitaonekana kwenu. Kwa hiyo ni utukufu wa Mungu kuficha jambo lolote lile. Tunalolitaka katika maisha ni lazima tulitafute, Mungu amealificha jambo hilo, halipo kirahisi. Hata utakatifu au ukamilifu haupatikani kirahisi, unahitajika kutafutwa. Ndio maana kitabu kile cha Waebrania sura ya 12 na mstari wa 14 neno la Mungu linasema tafuteni kuwa na amani na watu wote, na huo utakatifu ambao hapana mtu atakayeweza kumuona Mungu asipokuwa nao. Kwa hiyo ni lazima pia tutafute tu utakatifu na ukamilifu. Ukisikia tunakuomba na kusema utakatifu ushuke wenyewe, hapana. Tunahitaji kutafuta utakatifu. Upendo wa Mungu unahitaji kutafutwa. Sasa ninasema na tu na bidii katika kupendana, maana yake tutafute upendo upendo kwa kwanza kwa kumuomba Mungu, pili kwa kujifunza nini maana ya upendo, tatu kwa kusoma maandiko, na nne kwa kufanya, kwa kutenda ule upendo wa Mungu leo hii kwamba ni utukufu wake kuficha jambo ni lazima uchukue nafasi ya kwenda kutafuta hicho ambacho unakitaka kutafuta, hiyo amani ambayo unataka kutafuta, huo upendo ambao unahitaji kutafuta, hizo karama ambazo unazitaji kutafuta, nafasi katika mwili wa Kristo, unaenda kumlilia Mungu katika maombi, katika magoti, na Bwana atafanya kitabu cha Zaburi. Tunapoenda kumalizia Zaburi sura ya 27 na ule mstari wa 8, uliposema nitafuteni uso wangu, moyo wangu umekuambia, Bwana uso wako nitautafuta. Kwa kumbe Mungu alishasema kwamba tutafute uso wake hapa mwandishi wa Zaburi anasema moyo wangu umekuambia Bwana kwamba uso wako nitautafuta. Akusema kwamba hapa, moyo wangu umekuambia Bwana uso wako nitaungoja tu, anasema moyo wangu umekuambia Bwana uso wako nitautafuta. Kwa hiyo ni lazima tuwe na desturi ya kutafuta mambo, kwa sababu Mungu kaficha mambo yote kwa utukufu wake, na pia Mungu anafurahia tunapovumbua jambo, tunapompata, tunapomtafuta kwa bidii na kumuona Mungu ndipo anapofurahia. Katumba hivyo ni utukufu wake yeye, ndipo ndipo anavyotukuzwa katika kila kitu kwamba mikificha, ili tukitafute na pia tupate. Kwa hiyo mtu wa Mungu unaosikiliza ujumbe huu, anza kuweka desturi ya kutafuta mambo, anza kuweka desturi ya kubisha, ya kuomba kwa sababu neno la Mungu nasema kila mbaye atapata, kila bishae atafunguliwa na kila atafutae ataona. Kwa hiyo jenga tabia ya kutafuta, kubisha na pia kuchunguza mambo na kutafuta. Hakika Mungu ataonekana pamoja nawe ikiwa utafanya hivyo kwa bidii. Kwa hiyo ndio ujumbe wa siku wa leo. Bwana, tusaidie basi. Naomba tuombe, alafu baada hapo tutaenda katika sehemu nyingine ya kipindi chetu hichi. Baba, tunakushukuru kwa ajili ya neno lako. Ninaomba kila mmoja ambaye Mungu amesikia maneno haya, na yule ambaye atakayesikia hapo baadaye, ukampe nguvu ya kuweza kutafuta, akaweze kubisha, akaweze na kuomba, kwa sababu ulisema kila ombaye atapata, kila tafutaye ataona, na kila bishaye atafunguliwa kwa hivyo ninakuomba Mungu, kama ulivyosema tena kwamba ni utukufu wako kuficha jambo, naomba basi mambo yote ambayo yamefichika katika maisha yetu. Yamkini tuna maswali mengi ambayo tunahitaji kuyajua majibu yake, kupata uvumbuzi wake. Ulisema tutafute. Tunatafuta kwa njia gani? Tunatafuta kwa njia kuomba wewe, lakini pia kwa njia ya kuchunguza, kwa kusoma neno na pia kujifunza katika mafundisho mbalimbali, mbali na kutia bidii katika kufanya yale ambayo anatupasa kufanya. Roho Mtakatifu, naomba ukashuke juu yangu ukaniwezeshe na pia ukamwezeshe kila mmoja ambaye Mungu amesikia ujumbe huu. Ni katika jina la Yesu ninaomba na kushukuru. Amen.